Zamani za kale, katika msitu maarufu wa Mwamvuli, kulikuwa na amani na ushirikiano kati ya wanyama wote. Lakini ghafla, hali ilibadilika. Simba, mfalme wa pori, aligeuka kuwa mkali, mwenye kiburi na majivuno makubwa. Alikataza wanyama kula majani mengi, kunywa maji kabla yake au hata kupita kwenye njia alizotumia. Wanyama wote walitetemeka kila alipopita, na msitu ukawa kimya kabisa. Siku moja, kinyonga mdogo lakini mwenye hekima nyingi, alichoshwa na ukatili wa Simba. Aliwaita wanyama wote na kwa utulivu lakini kwa msimamo akasema: kuwa mkubwa si sababu ya kututawala kwa hofu. Tunahitaji mpango wanyama wote walimtazama kwa mshangao. Inawezekana kweli kiumbe hili mdogo kumkabidhi Simba mwenye kufu? Kinyonga akaanza kuchunguza. Aligundua kuwa Simba alikuwa na fahari kubwa juu ya mkia wake mrefu na dhaini. Simba alichukulia mkia wake kama alama ya utukufu na nguvu. Kinyonga akaamua kutumia kiburi hicho dhidi yake. usiku mmoja wa giza Simba alipokuwa amelala ndani ya pango lake, alishtuka ghafla: mkia wake ulikuwa umetoweka. Aliruka, alirukaruka kwa hasira, sauti yake ikatikisa msitu mzima. Nani amethubutu kuiba utukufu wangu? alinguruma. Wanyama wote walikusanyika na wakamkuta Kinyonga amesimama kwa utulivu katikati. Akazungumza kwa sauti tulivu, Mfalme Simba, hatukukusudia kukudhuru lakini tumechoka kuishi kwa hofu. Umezaokwa uongozi wa kweli hutokamana na upendo na heshima, Simba nyoya wala mkia. Simba kitaha katizama kimya. Kwa mara ya kwanza aliona uoga machoni mwa wanyama wadogo. Hatimaye akaelewa na akajinyenyekeza. Kuanzia siku hiyo Simba alibadilika akawa kiongozi mwema, akawatendea wanyama ote kwa haki na heshima. Amani ikarudi katika msitu, na kinyonga alitundukiwa heshima kama mshauri mkuu wa kifalme. Wapo, nini funzo la hadithi? Nguvu si kila kitu. Ujasiri wa mdogo unaweza ukabadili moyo wa mwenye nguvu. Uongozi wa kweli hujengwa juu ya hekima na heshima, si hofu. Hadithi imeisha, lakini safari ya mafunzo inaendelea. Baki nami hapa Utamu Kolea, usisahau kusubscribe, mpaka tukutane kwenye hadithi inayofuata.